Katika chumba cheusi cha kutisha, EJ analia akiwa amepiga magoti akisema hastahili mateso haya kwa sababu hajafanya kosa. Mwanamke wa ajabu ghafla anamfyatulia risasi na kumtupa nje ya ndege, lakini hata akiwa na tundu kwenye paji la uso, EJ anafumbua macho tena. Yote haya yalianza miaka saba iliyopita. Akiwa njiani kwenda usahili katika kampuni maarufu, mtu mmoja anakimbia barabarani na kugongwa na gari anakimbia kumsaidia lakini yule mtu anakufa mikononi mwake, huku akimkaba mkono. Tukio linamtikisa sana. Kwenye usaili baadaye, bado yuko na mshtuko, anashindwa kujibu vizuri na anakosa kazi. Anahitimu bila ajira na akiwa na deni kubwa la masomo, hivyo anafanya kazi za vibarua kama kupeleka mzigo na hudumu wa mgahawa. Baba yake amekufa, ya mama yake ni msafishaji ambaye tayari amejitolea sana kumsomesha, hivyo hawawezi kumsaidia Anaendelea kutuma wasifu kwa kampuni nyingi, lakini anakosa ajira ya kudumu mara kwa mara. Baada ya miaka saba ya kazi za muda, anapata tena nafasi ya kuhojiwa katika ile kampuni kubwa. Msaili anaitwa Tai Yu, anavutwa na wasifu wake, na Yi Jae anatoka na matumaini makubwa. Muda si mrefu, rafiki yake anampigia simu akimwambia, pesa zote walizowekeza kwenye dili la rafiki mwingine zimepotea kwa sababu huyo rafiki ametoweka. EJ anakimbia hadi nyumbani kwa rafiki, anapiga mlango kwa hasira, lakini hakuna anayejibu. Kwa kuwa hizo zilikuwa akiba zake zote, anachukia na kugonga mlango kwa kizimia moto hadi anaanguka na kuvunjika moyo. Dakika chache baadaye, anajikuta kituo cha polisi kwa kosa la kuharibu mali. Anawaomba polisi wamkamate rafiki aliyekimbia na pesa, lakini wanaeleza kuwa kuwekeza kungeishia kushindwa si kosa la jinai. jioni Anaenda kwa mpenzi wake Jisoo, anamkuta akitoka kwenye gari mwanaume mmoja akimkabidhi maua. Baada ya yule mwanaume kuondoka, Yi Jae anamkaribia Jisoo, anamnusa, ananuka pombe. Jisoo anataja kuwa mwezi huu hajapata kazi nyingi na anampa bahasha. Yi Jae anaona ni kama kumdharau, anatambua amekuwa mzigo na anaachana naye. Panaporudi nyumbani, anamkuta mwenye nyumba amemfukuza na ameshikilia amana kufidia pango la nyuma, vitu vyake vimetupwa nje kwenye mvua. Anabeba anachoweza kulinda, lakini asubuhi vingi vimeharibika au kupotea. Baada ya kulala chini usiku kucha, asubuhi anapokea ujumbe kutoka kampuni, amefeli usahili. Anakata tamaa kabisa na kujiua katikati ya jiji, akipuuza simu ya mama yake. Giza linapita kwa sekunde chache, kisha anajikuta ndani ya ndege binafsi. Anapojiangalia anashangaa kuona uso wake umebadilika. Anamwona yule mwanamke wa ajabu ameketi karibu ana barua yake ya kuaga na inayeteketezwa kwa uchawi. Kisha navua miwani na macho yake mekundu yanaonekana. Ghafla wanahamia katika chumba cha kutisha chenye mnara mrefu katikati ya bahari nyekundu na mashetani wakipanda. Mwanamke huyu anajitambulisha kama kifo. Anasema anamwadhibu Yi Jae kwa kumdharau kwa kujitoa uhai. Anamshika shingoni na kumtupa chini ya mnara, viumbe wa kuzimu wakijaribu kumvamia anapogonga majini anazinduka tena ndani ya ndege akiwa na ule usho tofauti. Kifo kinaeleza kuwa atamfanya afe mara kumi na mbili zaidi kama adhabu. Roho yake itaingia katika miili ya watu kumi na mbili wanaokaria kudifa na atakufa hata ajitahidi vipi, lakini akifanikiwa kuikwepa kifo katika mwili wowote, ataachiwa aishi maisha hayo. Yi Jae hajali, anataka mambo yaishie hapo. Kifo kinapotoweka, ndege inaingia katika dhuruba kubwa, kwa hofu ya kiasili anavaa koti la kujiokolea na kufunga mkanda. Mhudumu wa ndege anakuja kusema ni kitikiso tu. Baada ya dakika chache ndege inatulia na mhudumu anaondoka. Anatazama kuzunguka na kutambua yuko kwenye mwili wa mtu tajiri sana. Kokoto inaongaa inaingia akilini na kumpa taarifa kuwa mwili huu ni CEO wa ile kampuni aliyowahi kuomba kazi. Tae Yun ni ndugu yake mkubwa na walishindana tangia utotoni, hata uongozi wa kampuni kwa kazi kubwa na kibali cha baba, mwili huu uliteuliwa kuwa CEO mpya. Yi Jae anapendezwa na maisha haya na anataka kuyabaki nayo. Wakati huo huo, engine ya ndege inapasuka, ndege inaporomoka kwa haraka, samani zinateleza. Anarudi haraka kuketi na kufunga mkanda. Rubani anajaribu kuidhibiti bila mafanikio. Moto unaenea ukatoboa ukuta wa ndege na kumvuta rubani na mhugumu nje. Mlipuko unawasha ndege yote na Yi Jae anatetekeza hadi kufa anarudi kwenye chumba cheusi ambacho sasa kimekuwa jangwa lenye mlango unaong'aa na dawati la kifo. Juu ya dawati saa inaonyesha idadi ya maisha yaliyobaki. Kifo kinaeka risasi kwenye bunduki na kinafafanua, roho za hao watu tayari zilikuwa zimekufa, hivyo si kuiba maisha bali ni kutoa nafasi ya pili kwa miili yao. Akishindwa kuishi katika zote ataishia Jehanamu. Kifo kinamwonyesha kidogo kuzimu, vituko visivyoweza kuelezwa. Ijae anavunjika moyo, anauliza amekosea nini hadi astahili jehanamu. Kifo kinasema kosa lake ni kumtafuta kabla hajamtafuta pia. Kinamwambia kutegemea matendo yake, akifanikiwa kuishi angalau mwili mmoja kati ya kumi na mbili anaweza kuepuka jehanamu. Ijae anaamua kujaribu kuishi. Kifo kinampiga risasi na kumtuma kwenye mwili mwingine. Anajikuta anaanguka kutoka angani bila parachuti, amevaa suti ya mchezo wanaume watatu wenye kamera wanaruka karibu, mmoja anamkaba kumsaidia, kisha kokoto inaingia kilini. Mwili huu ni washabiki wa michezo ya hatari aliyeweka rekodi nne za Guinness. Leo wanajaribu kuruka kutoka maili elfu moja juu ya ardhi na kutoa kwenye wavu maalum bila parachuti. Tukio linarushwa moja kwa moja kwenye TV ya taifa. Akifanikiwa, mdhamini atampa bilioni tatu. Kumbukumbu zinaonyesha mdhamini ni mwanamme anayependa kuchezea kiberiti. Wazo la pesa linamshawishi Jae, anamkataa msaidizi na anaanguka kwa kasi. Uwezo wa mwili unabaki, anajiamini na hata kufurahia, lakini anapofika chini anakosa ule wavu, la kutua sakafuni, anakufa papo hapo. Anarejea kwa kifo na kulalamika kuwa si haki kuitwa mtenda dhambi kwa sababu alijiua bila kumdhuru mtu. Kifo kinamwita mnafiki kwa kushindwa kuona kuwa aliwaumiza watu waliompenda. Kinampiga risasi tena. Anazinduka akiwa mwilini mwa kijana wa shule anamwona mwanafunzi akicheka video yule mrukaji aliyekufa, na anatambua maisha yote yapo katika ulimwengu mmoja. Kokote inaonesha historia, kijana alipoteza baba akiwa na miaka mitano, akalelewa na mama mmoja anayefanya kazi kwa bidii. Alitaka kumfurahisha mama, lakini alichukia shule kwa sababu Jinsang na wenzake walimnyanyasa, kumpiga, kumwibia na kumsukumia maziwa huko akirekodi. Hakumwambia mama asimuumiza moyo. Hatimaye akaona shule ni jehanamu na wahuni ni mashetani akaamua kujiua. Yi Jae anatambua ili aishi asiingie kwenye mawazo ya kujiua. Wakati huo, Jinsanga anakuja anamkumbusha mletee maziwa kisha anampiga. Yi Jae anakataa kwa muadhirika, anamfukuza na kumtwanga kwa kiti. Rafiki wa Jinsanga anajaribu kumzuia, anadhibitiwa haraka. Anamshikilia Jinsanga kwenye dirisha na kumtaka aombe msamaha. Ghafla mtu anampiga; ni Taesok, kijana mwenye nguvu, anamzidi nguvu na kumpiga kisha yeye na rafiki yake wanamshikilia Ijae ili Jinsang amcharaze ngumi mbele ya wanafunzi. Mwalimu anapoingia wote wanakaa. Baada ya somo, genge la Jinsang linamvizia na kumtandaka tena, hata Tayesoka na isi imezidi na anamwambia Jinsang aache. Jinsang haguswiki hadi anapomwona msichana anayempenda akiwatazama, ndipo anapunguza usiku. Yijae anaenda nyumbani kwa kijana na kuguswa na picha na noti za mama yake, akimkumbuka mama yake mwenyewe. Mama wa kijana anaporudi anatambua mwanaye ana nidhamu mzuri. Ghafla Yi Jae karibu alia akimkumbuka mama yake. Kesho yake, bafuni, anamuumiza Taesok, kwa nini anamtii Jinsang ili hali yeye ni mwenye nguvu? Taesoka anasema bosi halisi ni mwanafunzi wa kidato cha chini, gengi lake ndilo linalompa jeuri Jinsang, ukimgusa Jinsang wakubwa wanaangamiza. Wakati wa chakula Jinsang anamgonga tena, Yi Jae anamwanga bakuli la tambi kichwani pa Jinsang na kuondoka Jinsang anamwangowa Taisoke amfuate, Taesoka anakataa kuwa wanataka kula wote, wanamcheka Jinsang. Ijae alikuwa amemwambia Taisoke asijiingize kwa kuwa na mpango. Jinsang anaenda kwa wakubwa kuomba msaada, gengi lao linakuja darasani, lakini kiongozi anapogundua wanataka wampige kijana mdogo, anamwona Jinsang ni mwogao, anamkemea na kumtaka asiwakaribie tena. Ijae anamdhihaki Jinsang. Jinsang anajaribu kumpiga, lakini Taesoka anamtangulia na kumchapa heshima ya Jinsang inaporomoka. Anapotoka anamkuta msichana anayempinda nyuko na yule kiongozi wa wakubwa. Jioni Yi Jae anakimbia mazoezi na karibu bongwe na lari dereva na simamba kwa wakati akiwashtuka, hasikii Jinsang akimjia mnyuma na jiwe, anamwangusha chini na kumtandaka hadi anamuua. Yi Jae anarudi kwenye chumba cheusi na anamvamia kifo kwa kelele. Kifo kinamtupa ukutani, kinamkanyaga usoni, kisha kinampiga risasi tena. Anazinduka akiwa mfungwa na kuhojiwa na kundi la wanaume hatari. Wanamwagia maji usoni na kumuuliza alikuwa picha pesa na ule msichana, hafunguki. Wanamtishia kumchoma jicho, anasema atazungumza, lakini makumbukumbu bado hajakaa. Wanamnyanyua wa nyondo. Wakati huo kokote naingia, mwili huu ni wa mtekelezaji wa shirika la uhalifu linalotatua matatizo ya wateja wake hata kwa mauaji. Siku moja akampenda mpenzi wa bosi wake, mnaunamke anakana kukimbia maisha ya mateso, wakapanga kutoroka. Jamaa kaiba bilioni kumi kwa bosi wake na kuzificha kabla hamfikii mwanamke, akanaswa na wenzake. Ijaya anagundua ana uwezo wa ajabu wa mwili huu na kuanza kupigana. Anatumia kiti kama silaha hadi kivunjike. Anapokwepa kisu anamfanya mmoja kumchoma mwenzake kimakosa. Anazima taa kuu, anashika tochi na kupigana gizani. Anaangusha mmoja baada ya mwingine hadi wote wanakufa. Anaamua anaweza kuishi kwa uwezo huu, achukue pesa akimbie. Anachukua simu, anaiba pikipiki na kuondoka, na kutambua alikuwa nyuma ya lori bosi anagundua walishindwa na kufuatilia simu yake, anasambaza eneo kwa wawindaji wote na kuahidi zawadi nono. Msako unaanza kwenye daraja la jiji, risasi zinamenyana. Ijaya anajistiri nyuma ya lori, kisha anaibukia nyuma ya magari ya maadui na kumtoa silaha mmoja kwa kutumia pikipiki. Dereva mwingine anapiga risasi hovyo, anasababisha ajali nyingi lori lililombeba linajitokeza kufunga daraja. Magari yanagonga na kulipuka na hii jaya yanaruka juu ya mlipuko na kuvuka. Baada ya daraja, pikipiki nyingi na gari la polisi zinamfukuza. Anapokaribia barabara yenye hatari anachochea mwendo na kusababisha msongamano na ajali zinazowazuia polisi na baadhi ya pikipiki. Bado kuna wanamfuata na magari yamefunga barabara mbele, hivyo anaingia ndani ya jengo la maduka, anaenda spidi hadi anafika katikati na kuzingirwa anaona lifti anaingia haraka na kufunga kabla pikipiki piki nyingine haijamgonga. Anapofika juu anaruka na kutua kwenye bwawa la sherehe. Simu yake inakufa hafuatiwi tena. Anaenda kukutana na yule mwanamke kwenye gati, anamkumbatia kwa hisia, anahisi jinsi mwili huu ulimpenda kwa dhati. Anamwambia walipozifika pesa ili waende, lakini ghafla mwanamke anamshuti. Kumbe mpango ulikuwa wa mwanamke tangu mwanzo. Anarudi kwenye chumba cheusi Kifo kinacheka. Yi Jae hatetereki, kwa sababu hakumpa eneo kamili la pesa. Anapanga kuzirudia maisha yajayo. Anazinduka jela ya watoto kwenye selo ndogo, anapaniki. Askari anamhamishia kwenye selo halisi. Wafungwa wanamtupia mpira kwenye uzio kumtisha. Ndani anagundua na wenzake na anaambiwa atatoka baada ya siku nne. Wanasema pia kuna muuaji mchoyo wa akili ndani ya selo, na kweli kuna michoro ya kutisha na vitabu vya saikolojia Ghafla wanaleta yule muuaji, ni Jinsang. Yi Jaya akikumbuka alivyomuua awali, anamrukia na kumpiga, lakini wenzake wanamvuta kokote. naonyesha mwili huu ni wa mpiganaji wa MMA. Familia yake ilikuwa na deni kwa genge na walihitaji pesa haraka. Alikubali kuchukua lawama ya ajali ya gonga kimbia kwa kulipwa milioni mia mbili baada ya kesi. Akiwa na miaka kumi na nane, bado mdogo kwa sheria ya Korea, walitarajia apate msamaha wa masharti na kutoka mapema walipokuwa wakifanyia dili hilo kwa wakili, kulikuwa na mwanamme kivulini akichezea kiberiti. Alijisalimisha kwa maelezo ya uongo, lakini kwenye kesi yule mwanamke aliyegongwa alikufa. Hakimu akamhukumu miaka miwili jela kwa kuua bila kukusudia. Baadaye wakilipomtembelea kijana aliomba bilioni mbili ili anyamaze la sivyo anawafichulia polisi ukweli. Kumbukumbu nyingine zinaonyesha jinsi jinsi anga alivyokuja jela akijifanya mwenda wazimu ili kutawala wenzake. Sasa Yi Jae anacheka Jinsang sikicha yuko hapa kwa kumuua yule mwanafunzi wa shule ya upili. Anamchapa makofi na kuanika mbele ya wote akisema ukweli. Jinsang anaogopa hata kukataa, wenzake wanamchapa kisasi. Wakati wa uwanjani wafungwa wengine wanamnyanyasa Jinsang pia na Yi Jae anafurahia. Kwenye darasa la seremala, mfungwa mmoja anatupa diski ya msuma kumjeruhi Yi Jae anayenyeepuka, ina bounce ukutani na kumuua mfungwa mwingine badala yake. Yijaya anaita msaada, walinzi wanabeba mwili wake. Mara tu wanapoondoka, wafungwa wengine wanachukua zano na kusema wakili ametaka wawe Jiyanga. Jiyang anakimbia nje kwa oga, kisha mapigano makali yanaanza. Yijaya anatumia ustadi wa MMA kuwazidi wote kwa mbinu za kasi, makonde, mateke na kutumia vifaa vilivyokaribu. Wakati huo Jiyanga arudi na nonda nzito, yijaya anatambua litaka kusaidia, anaamua kuwa rafiki yake. Usiku anampata Jinsang chooni ananoa chama kumchoma. Baada ya kumtwanga anawaza kumuua, lakini hiyo ingemletea kifungu zaidi. Badala yake anamtia kiwama, anamwambia anaona roho ya yule kijana aliyekufa, na anaeleza mambo ya siri ambayo yeye tu angeyajua. Anamwambia roho itamfuata maisha yote. Jinsang anaogopa hata akijikojolea. Siku ya achiliwa inafika. Kabla ya kutoka, anamletea Jinsang maziwa akisema yametumwa na roho. Nje wakili anamsubiri na pesa, lakini Yi Jae anakataa. Anasema anataka kuishi kwa usafi. Baadaye anaenda gati na kuzipata pesa alizoficha kwenye maisha yale ya wahalifu, bila kujua mtu anamfuata. Anaanza maisha mapya, anakodi chumba na kulala. Anaamka akihisi kama mama yake anampapa usoni, kumbe ni ndoto. Simu inaita, ni mama wa mwili huu. Yi Jae analia na kubali atamtembelea kituo cha treni. Anagawa pesa kwenye mikoba miwili na kuweka moja kwenye kabati la kuhifadhia mizigo litakalochukuliwa na kituo asiporudi baada ya siku nne anapofika mji alikokulia anashambuliwa nyuma na kuchomwa na kisu na mzee baba waliyegongwa kwenye ile ajali ya gonga kimbia. Amechukizwa kuwa muuaji angepata kifungi kichoponi kwa sababu ni mdogo, hivyo amekuja kulipiza kisasi. Yi Jae anaomba msamaha na kusema si yeye aliyegonga, lakini wanaposikia hatua mzee anakimbia ghafla. G Yang anajitokeza anajifanya kumsaidia kisha anarudisha kisu. Siku ya mapigano ya seremala alikuwa anatoka kutafuta silaha ili amwei ja apate zawadi kwa wakili lakini waliporudi mapigano yalishakwisha, hivyo alijifanya rafiki. Yi Jae anajaribu kumpa pesa, Ji yang haamini, anazela, anamchoma kisu mara nyingi na kuondoka. Yi Jae anakufa huku simu ya mama inaita. Anarudi kwa kifo, wanabadilishana maneno mafupi, tukisha kifo kinampiga risasi tena. Anaanza maisha mapya akiwa mtoto mchanga akilia mgahawani, mama anaomba msamaha wateja na kumtoa nje kwenye gari. Akiwa ndani ya gari, mama anaonyesha uso wake halisi. Anakasirika na kumtukana mtoto kwa kumsumbua, kwa kuwa ni mtoto mchanga kokote haiji. Wanaporudi nyumbani, anamrusha tu kwenye kochi. Baba anamwinua kwa upole. Yi Jae nadhani baba ni mwema, lakini naye pia ni mkali. Analeta chakula kilichopitwa na muda, anapomwona mtoto analia na kukataa, anaanza kumtukana na kumkemea mama pia. Muda huo polisi na mfanyakazi wa ustawi wakiwa wamefikia baada ya taarifa ya unyanyasaji, wanataka kumkagua mtoto lakini baba anawatupia kadi yake. Kumbe naye ni mfanyikazi wa ustawi wa kiombe. Wanadai msamaha, anaondoka. Mama anachukia sana, anamwangusha mtoto sikani na kumfunika kwa mguu hadi anakata roho. Yi Jae anarudi kwa kifo. Kifo kinaeleza, wakati mwingine hata watoto hawapati nafasi, usiichukulie maisha poa. Kisha kifo kinampiga risasi, anazinduka nje ya kituo cha treni. Anaangalia simu na kutambua kabati lake la kuhifadhia mizigo linakaribia kufunguliwa na wafanyikazi. Anakimbia ndani na kulifikia kabla halijafunguliwa na anachukua pesa zake. Anapoona kiona matangazo ukutani, anatambua uso wake mpya ni wa model maarufu aliyekuwa staa tangu sekondari. Kokote inaonyesha kazi ilimjia rahisi kwa uso wake sasa na pesa nyingi. Anaenda nyumbani kwake, ni makazi ya mafahari. Anaapa kubaki kwenye mwili huu. Anasoma gazeti na kuona wazazi wa yule mtoto mchanga wamekamatwa kwa mauaji. Kifo cha mpiganaji huyo na ajali za msako wa pikipiki ziko kwenye habari bila kueleweka chanzo. Rafiki anampigia simu amwalike kwenye pati ya VIP. Anaenda, anakunywa mwingi kwa mazoya, lakini mwili wa model ni mwepesi, analewa sana. Anamwona Tayu kwenye pati ambaye sasa ni CEO baada ya kifo cha kaka yake yule wa ndege. Asubuhi analala pitwa kiupya, kaka yake wa maisha haya anamwamsha. Kaka anaondoka Marekani kwa wiki na model aliahidi kusimamia kafe. Siku ya kwanza hii Jaya anafikiria kuifunga kafe akiondoka kaka, lakini anapotokea Jisu anashtuka, anakumbuka mambo yao mazuri na jinsi walivyomtaka uwepo ulipovulika karatasi zake na yeye alimsaidia. Anapomtengenezea oda yake, mikono inatetemeka kwa wasiwasi. Kaka anasema Jisu huja kila siku kufanya kazi na kukaa hadi kufunga, pia ni mwandishi aliyechapishwa Yijaya anamsafuta mtandaoni, anagundua Jisuu alishinda shindano la uandishi na kupata mkataba wa kuchapishwa. Alipopokea zawadi, alimshukuru mchumba wake kwa kumwamini daima. Bahafa aliyomletea siku hii haikuwa kumdharau, ilikuwa ni zawadi yake ya ushindi. Kwa hatia, Yijaya anakimbia duka la vitabu na kununua rivali ya Jisuu. Alishawahi kumwambia anaandika uzoefu wake ndani ya hadithi, hivyo anaposoma, anagundua matukio mengi yanafanana na yao, siku aliyokuwa na wivu kwa mfanyikazi mwenzake na waliposemezana na kupenda analia. Anaona pia duka linauza peni ya kifari aliyokuwa mwahidia. Aliwahi kuinunua kwa siri na kuchora jina lake, lakini ilipotea kati vitu vyake viliposombwa na mvua. Kafe yule mwanaume angeliona akimletea Jisu maua, anaingia na mwanamke na mtoto mdogo anayemiita Jisuu shangazi. Hapo anagundua ni kaka yake. Anaamua kufungua kafe wiki nzima kwa ajili ya Jisuu. Siku inayofuata nampa oda bila wasiwasi wasi mwingi, na keki bure, akisema yeye ni shabiki wa kitabu chake. Anaigiza kuwa na wazo la hadithi na kumwambia kuhusu Bi kifo na maisha yanayoingia miili kumi na mbili kama vile muhasibu wa rivali, kisha anaomba saini kitabu. Anashangaa kuona Jesua na ile peni yenye jina lake. Kumbe mama yake kwa Yijaya aliichukua kwenye vitu vyake baada ya mzima na kumkabidhi Jisua baada ya mazishi. Siku kadhaa Jiso anaendelea kuja, Yijaya anakaa naye kuzungumza kidogo. Jioni moja Jiso anauliza kwa nini muhusika wa hadithi hajamtembelea mama yake. Yijae anasema inauma sana. Baada ya kuondoka, magari ya polisi yanapita. Mteja anasema mteja wa kawaida amepata ajali. Yijae anakimbia na kupiga mayowe anapoiona damu barabarani, polisi wanamzuia. Hapo anamwona Jiso kwenye umati, yuko salama, anapoa. Jiso anamshukuru kwa kujali na kumweleza kuwa hata yeye aliwahi kuvunjika moyo vibaya alipopigiwa simu kuhusu kifo cha mpenzi wake hadi akaanguka mapokezi ya hospitali. Kesho yake Jiso anatembelea sehemu ya kumbukumbu ya Yijae na kulia akisema anamkosa Yijae anamwangalia kwa mbali. Baada ya kuondoka, Yijae anakaribia meza yake ya kumbukumbu. Ghafla anakumbana na mama yake, anajifanya amekuja kwa mwingine na anatoka haraka, hawezi kumkabili. Anamwona mama akiosha meza ya kumbukumbu, kisha anakimbilia chooni kulia kwa uchungu. Yijae anakimbia nje, moyo umevunjika. Baadaye anamwandikia mama barua akijifanya ni rafiki wa karibu, akisema Yi Jae alimwacha kiasi cha pesa. Anaenda nyumbani kwao wa zamani na kuacha barua pamoja na mfuko wa pesa ule aliweka pia kwenye loka, kisha anakimbia baada ya kuona picha zake za zamani. Barabarani bango kubwa linaanguka juu yake na kumuua, lakini anastuka kuwa ilikuwa ndoto. Siku inayofuata, baada ya mazungumzo mengine na Jiso, anajitolea kumsindikiza nyumbani. Akiyakumbuka yale matembezi yao wakiwa mkono kwa mkono, analemewa na hisia na anamwambia Jiso ukweli wote. Tunaona fleshi zo ofisini kwa Jiso, wenzake wakimcheka kwa kuchumbiana na mhudumu wa mgahawa, lakini Jiso akimtambulisha Yi Jae kwa fahari na kuwanyamazisha. Yi Jae anamwomba msamaha kwa kumwacha. Kabla Jiso hajajibu gari la kifahari linawagonga. Jiso anakufa papo hapo. Yijaya bado yuko hai na anamwona dereva ni Tayu. Anagundua ndiye yule jamaa wa kiberiti na amehusishwa na kila maisha aliyopitia. Wakili pia yumo garini na anakimbia anapona miili. Tayu anapona, Yijaya bado hai, anavaa glavu ili amalizie. Muda si mrefu Yijaya anaamka tena kwenye chumba cheusi, amechachamaa kwa hasira, anakimbia kuchukua bunduki ya kifo na kumfyatulia kichwani. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zaidi kama hii. Asante kwa kutazama.